DW, Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Imetimia sasa saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa kumi na moja kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wale wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema. DW Habari za Ulimwengu. Msomaji ni Grace Kabogo. Kwanza muhtasari wake. Marekani imesema italichukulia shambulizi lolote la silaha katika ardhi ya Qatar kama kitisho kwa Washington. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamejadiliana kuhusu njia za kujilinda na uchokozi wa droni za Urusi. Na maafisa 263 wa vikosi vya usalama nchini Moroko pamoja na raia 23 wamejeruhiwa katika maandamano yaliyogeuka kuwa ghasia ya nchini humo. Habari kamili. Washington: Marekani imesema italichukulia shambulizi lolote la silaha katika ardhi ya Qatar kama kitisho kwa Washington. Ikulu ya Marekani, white House, imesema kuwa pia itaihakikisha Qatar usalama wake. Amri ya kiutendaji iliyosainiwa Jumatatu na Rais Donald Trump na kutolewa leo baada ya Israel kuishambulia Qatar, mshirika muhimu wa Marekani, mwezi uliopita. Marekani imesema katika shambulizi lolote dhidi ya Qatar nchi hiyo itachukua hatua halali na zinazofaa, ikiwemo kidiplomasia, kiuchumi na ikilazimika hata kijeshi, ili kulinda maslahi ya Marekani na Qatar na kurejesha amani na utulivu. Siku ya Jumatatu, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alimpigia simu waziri mkuu wa Qatar kutokea White House na kuomba radhi kutokana na mashambulizi hayo na kuahidi kutojirudia tena. Netanyahu alikuwepo mjini Washington kwa ajili ya kukutana na Trump. Copenhagen. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekutana mjini Copenhagen, Denmark kujadiliana kuhusu mtambo wa kutambua kugundua na kuzifuatilia droni zinazoingia ili kulilinda bara hilo na, na droni za Urusi. Viongozi wengi wameituhumu Urusi kwa kukiuka usalama wa anga wa nchi za Ulaya katika uvamizi wa hivi karibuni wa droni nchini Poland na ndege za kivita Estonia. Waziri Mkuu wa Denmark, Mette Frederiksen, amesema amefurahishwa jinsi suala la ulinzi lilivyopewa kipaumbele katika mkutano huo. Uh, with the war going on in Europe. Kutokana na vita vinavyoendelea Ulaya tunakabiliwa na changamoto kubwa zaidi ya usalama tangu kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia, hivyo tunapaswa kuwa na uwezo wa kujilinda. Wakati huo huo, mawaziri wa fedha wa kundi la mataifa saba yaliyoendelea kiuchumi duniani ya J saba wamekutana kwa njia ya mtandao kujadiliana kuhusu kuweka vikwazo vikali dhidi ya Urusi kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Waziri wa fedha wa Japan kotsonobu Kato amesema nchi za G7 zimethibitisha ahadi yao ya kuongeza shinikizo zaidi kwa Urusi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Kinshasa, katibu mkuu wa chama cha rais wa zamani wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila cha People's Party for Reconstruction and Democracy Emmanuel Razamani shadari amesema hukumu ya kifo iliyotolewa dhidi ya Kabila ni ya kisiasa na haikuwa ya haki. Shadari amesema wanaamini ni wazi kuwa nia ya utawala wa kidikteta uliopo madarakani ni kumtenganisha Kabila na siasa. Jana mahakama ya kijeshi ilimhukumu Kabila adhabu hiyo baada ya kukutwa na hatia kuliunga mkono kundi la waasi wa m ishirini na tatu. Hata hivyo, Kabila alihukumiwa bila ya kuwepo mahakamani. Richard Bondo, wakili aliye yawakilisha majimbo ya Kivu kusini na kaskazini, amesema ameridhishwa na uamuzi huo wa mahakama. Robert Wizara ya mambo ya ndani ya Moroko imesema maafisa 263 wa vikosi vyake vya usalama na raia ishirini na tatu wamejeruhiwa katika maandamano yaliyogeuka kuwa ghasia kwenye miji mingi ya nchi hiyo jana usiku. Taarifa ya wizara hiyo imeeleza kuwa waandamanaji walitumia visu na kurusha vilipuzi pamoja na mawe. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watu mia nne na tisa wamekamatwa na polisi wakihusishwa na ghasia hizo. Johannesburg kiongozi wa upinzani wa afrika kusini julius malema amekutwa na hatia ya kutumia bunduki na hivyo kukiuka sheria ya kudhibiti silaha katika tukio la mwaka elfu mbili na kumi na nane malema alionekana katika video akifyatua risasi wakati wa mkutano wa kisiasa katika utetezi wake malema kiongozi wa chama cha Economic Freedom Fighters, EFF alidai kuwa silaha iliyoonekana kwenye video haikuwa halisi na ilikuwa ya kuchezea, lakini jaji Twanet Olivier wa mahakama ya hakimu mkazi East London aliyekataa madai hayo. Malema amewaambia wafuasi wake kuwa atakata rufaa katika mahakama ya katiba kupinga hukumu, hu hukumu hiyo. Hukumu dhidi yake imepangwa kutolewa Januari ishirini na tatu mwaka ujao a elfu mbili na ishirini na sita na huenda ikakabiliwa na kifungo cha hadi miaka kumi na tano gerezani. Adisababa Watu wapatao thelathini na sita wamekufa na wengine zaidi ya mia mbili wamejeruhiwa baada ya kanisa lililokuwa likiendelea kujengwa kuanguka leo kwenye mji wa areti nchini Ethiopia. Mkuu wa polisi wa aretri ahmed Gebeyehu amesema idadi ya, ya vifo inaweza ikaongezeka, kwani baadhi ya watu bado wamekwama kwenye vifusi. Watu waliojeruhiwa vibaya wamepelekwa hospitali kwenye mji mkuu adis Ababa. Amesema hospitali hiyo inatafuta msaada kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu ili kuwashughulikia watu waliojeruhiwa. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, DW dunia yetu leo jioni. Na mshukran sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Miongoni mwa hali tuliokuandalia jioni ya leo: zaidi ya watu ishirini wauawa katika ukanda wa Gaza leo Jumatano kutokana na mashambulizi ya Israel. Mgombea urais wa chama tawala CCM nchini Tanzania rais Samia Suluhu Hassan aendelea kunadi sera zake akiomba kura kwa wananchi. Na mjini Goma, sehemu kubwa ya wakazi wanapinga hukumu ya kifo dhidi ya Joseph Kabila huku wachache wakifurahia. na mkumbuko na fursa ya kuweza kushiriki katika kipindi hiki kwa kututumia ujumbe wako. Tunapatikana mbashara kupitia ukurasa wetu wa YouTube na Facebook, tafuta DW Kiswahili uweze kujiunga nasi na moja kwa moja ninaanza na ripoti kwamba zaidi ya watu ishirini wameuawa katika ukanda wa Gaza leo Jumatano kutokana na, na mashambulizi ya Israeli. Hayo yanaendelea wakati dunia ikiwa na shauku ya kusikia majibu ya wanamgambo wa Hamas kuhusu mpango wa amani uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Kwa hayo na mengine mengi kuhusu mzozo wa mashariki ya kati, huyu hapa Angela Mdungu. Shirika la habari la Palestina Wafa limearifu kuwa mashambulizi ya leo ya Israel yamewaua watu ishirini na watatu. Miongoni mwa waliouawa walikuwa kwenye shule ya Alfalah iliyokuwa ikiwahifadhi watu waliolazimika kuyahama makazi yao kutokana na vita. Waathiriwa wengine ni waliouawa wakati walipokuwa wamekusanyika karibu na tenki la maji wakisubiri huduma hiyo, magharibi mwa jiji hilo. Mmoja wa Wapalestina walionusurika kuuawa kwenye mashambulizi hayo, na hes abu Jarad amesema hakuna maeneo salama. Kila siku kuna mashambulizi na watu wanauawa. Hakuna siku bila mauaji ya watu sabini au mia moja. Tunasikia kuhusu mipango ya makubaliano ya kusimamisha vita, lakini tunalala na kuamka tukishuhudia watu wakiuawa. Mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza yanaendelea wakati ambapo waziri wa ulinzi Israel, Katz ametoa onyo la mwisho akiwataka wa wakazi wa jiji la Gaza wahame na waelekee kusini. Nalo shirika la Msalaba Mwekundu limelazimika kusitisha shughuli zake katika jiji la Gaza kutokana na jeshi la Israel kuongeza mashambulizi. Kufuatia hatua hiyo, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imefunga ofisi zake na kuwahamishia wafanyakazi wake kusini

ili kuwahakikishia usalama wao. Aidha, shirika hilo limeonya kuwa maelfu ya watu wanakabiliwa na hali mbaya ya kiutu. Ni wakati msafara wa boti binafsi karibu arobaini za wanaharakati zinazopeleka misaada Gaza zikiripoti kuwa zinakaribiwa na meli za kijeshi muda mfupi kabla hazijafika mwisho wa safari yao. Haya yanaendelea huku wanamgambo wa kundi la Hamas wakitarajiwa kutoa uamuzi wa kuhusu pendekezo lililotolewa na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mpango wa amani ukanda wa Gaza. Makundi mengine ya wanamgambo ya Palestina hata hivyo ameshalikataa pendekezo hilo. Jana Jumanne, Trump alilipa kundi la Hamas siku tatu au nne kutoa majibu juu ya mapendekezo yake. Kundi hilo linakabiliwa na shinikizo la kijeshi kutokana na mashambulizi ya Israel yanayoendelea ya kaskazini mwa Gaza. Waangalizi wanatarajia kuwa kundi la Hamas litaongeza matakwa ya ziada katika mpango wa Trump au kutoa masharti mengine. Asante sana, Angela Mdungu, kwa ripoti hiyo. Uwanja wa tamasha maarufu la bia Oktoberfest nchini Ujerumani, huko mjini Munich, umefungwa kwa muda hadi baadaye jioni kutokana na kitisho cha bomu. Hatua hiyo imechukuliwa wakati polisi walikuwa wanachunguza tukio jingine kaskazini mwa mji huo ambako moto ulizuka katika nyumba iliyokuwa na vilipuzi mengi. Zaidi na Zainab Aziz. Tamasha hilo la bia maarufu duniani la Oktoberfest lilifungwa mapema leo, na polisi wa Munich wanashughulikia tishio la bomu na pia mlipuko unaoaminika kuhusishwa na mzozo wa kifamilia ambapo mtuhumiwa alikutwa amekufa kwenye eneo la karibu. Polisi wamesema mwanaume wa Kijerumani mwenye umri wa miaka hamsini na saba ambaye aliichoma moto nyumba ya familia yake alitoa tishio la bomu kulilenga tamasha la Oktoberfest alikufa baada ya kilipuzi alichokuwa amebeba kwenye mkoba wake kulipuka. Kikosi cha kutegua mabomu kimeongeza kuwa mtu huyo alikufa kwa kujitoa mhanga kwenye shambulio ambalo limesababisha mama yake mwenye umri wa miaka themanini na moja na binti yake mwenye umri wa miaka ishirini na moja kujeruhiwa. Polisi wamesema uwanja wa tamasha unaendelea kufungwa hadi baadaye leo watakapokuwa wamekamilisha uchunguzi wao. Msemaji wa polisi wa Munich, Thomas Schelshorn, anaeleza kutokana na kilichotokea hapa Lerchenau, tunayachunguza maeneo mengine mjini Munich. Eneo la Theresienwiese pia limeathirika, ambapo tulipokea vitisho vya bomu na kwa sasa hatua za kuweka vizuizi zimechukuliwa. Wafanyikazi na wageni wote katika uwanja wa tamasha wameombwa kuondoka. Tamasha hilo litafunguliwa tena jioni hii. Uh, uh, tamasha la Oktoberfest linalofanyika kila mwaka mjini Munich linatarajiwa kukamilika Oktoba tano. Limekuwa likiendelea kuvutia umati wa kimataifa na idadi kubwa ya wageni huwa wanatoka Marekani, Austria, Italia na Ufaransa lilianza mwaka elfu moja mia nane na kumi kwa lengo la kuadhimisha harusi ya mwana mfalme Ludwig wa Bavaria na binti mfalme Therese wa Zaksony Hildburghausen. Tamasha maarufu la Oktoba Fest huhudhuriwa na watu karibu milioni sita kila mwaka. Mnamo mwaka elfu moja mia tisa na thamanini tamasha la Oktoba Fest lilikabiliwa na shambulio baya la Wanazi mambo leo. Shambulio la bomu lililofanyika jioni ya Septemba 26 mwaka huo 1980 lilisababisha vifo vya watu 13 wakiwemo watoto watatu na mshambuliaji, aliyekuwa mwanafunzi aliyeitwa Gundolf Kohler, aliyekuwa mfuasi wa kundi la mrengo mkali wa kulia lililopigwa marufuku. Zaidi ya watu mia mbili walijeruhiwa. DW tunavuma kwa kishindo. Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Tunapozidi kusonga mbele, ni kwamba mgombea wa rais wa chama tawala CCM nchini Tanzania ambaye pia ni rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki, Samia Suluhu Hassan anaendelea kunadi sera zake akiomba kura kwa wananchi. Kampeni za Rais Samia sasa zipo katika mikoa ya kaskazini mwa nchi hiyo leo, na amewatubia wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro na Arusha. Mwandishi wetu Veronika Natalis na taarifa zaidi. Mitaa kadhaa jijini Arusha ilishuhudiwa kuwa na maandalizi aina yake ya kumpokea mgombea urais kupitia chama tawala CCM ambacho kimekuwa madarakani kwa miaka arobaini na nane sasa. Dr. Samia, oye. Mgombea wa urais kupitia chama hicho ambaye pia ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, leo amehutubia maeneo mbalimbali ya majimbo ya uchaguzi mkoa mkoani Arusha akiwa nadi wagombea udiwani hubunge pamoja na nafasi yake ya kugombea urais. Katika maeneo mengi aliyopita, mgombea huyo wa CCM ameonekana kuwa na hoja zinazofanana akitaja mafanikio ya uongozi wa chama hicho tangu kimeshika dola na kuahidi kwamba kazi kubwa zaidi itafanyika tena endapo atachaguliwa. Kwa kutumia kauli mbiu ya kazi na utu, ameahidi kujenga masoko na vituo vya mabasi. Lakini pia akiwa katika mkutano wa kampeni leo katika jimbo la Arumeru Mashariki, rais Samia ametoa agizo kwa mabalozi wa nyumba kumi wa chama hicho kuhakikisha kila balozi anatembea katika nyumba zake kumi na kuwachukua watu mpaka vituo vya kupigia kura siku ya tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba. Na wote kwa pamoja, nasema kwa pamoja kwa sababu nawaomba mabalozi au niwatake mabalozi wakiamka, hakikishe nyumba zake kumi au zozote alizokabidhiwa, wote walioandikishwa kupiga kura, anakwenda nao pamoja kituoni. Twendeni kwa pamoja, tukakipe heshima Chama cha Mapinduzi CCM, oye! Kazi na utu! Wananchi wanasema kampeni za mwaka huu hazina ushindani mkubwa kwa CCM, zikionyesha taswira ya kutokuwa na upinzani kutoka kwa vyama vinavyoshindana navyo. Lakini nimewauliza baadhi yao, matumaini yao ni yapi katika mchakato huu wa uchaguzi. Mipango miundombinu mikubwa anatekeleza mjini, lakini vijijini hasa, unakuta mjini anatengeneza barabara za juu sawa, lakini vijijini tunalia bado, mama anahangaika na ndoo ya maji kichwani. Mimi kama mimi nishapiga sana kura, mshasikuona kama kwenda kujiunga na jua kazi ya bure, kumtafutia mtu gari, kumtafutia mtu nini, alafu mimi mwenyewe na shida ipo pale pale, njaa. Kwa hiyo mi kiujumla siwezi kupiga kura. Tujitokeza kwa wingi, wakina mama wenzangu, wakina baba, vijana. Rais Samia aliingia madarakani mwezi Machi mwaka 2021 baada ya kifo cha ghafla cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo John pombe Magufuli na anaweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kuwania kiti cha urais kupitia chama hicho. Veronica Natalis, DW, Arusha. Asante sana Veronica Natalis kwa ripoti hiyo. Mahakama ya kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemhukumu kifo rais wa zamani Joseph Kabila kwa kosa la usaliti na uhalifu wa kivita. Kabila mwenye umri wa miaka hamsini na nne alihukumiwa bila kuwepo mahakamani baada ya kushtakiwa kuhusiana na kuunga mkono kundi la waasi wa m ishirini na tatu wanaosaidiwa na Rwanda. Idi Sesanga na taarifa zaidi Kabila aliiongoza DRC kuanzia mwaka elfu mbili na moja hadi elfu mbili kumi na tisa lakini aliondoka nchini humo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na kuishi uhamishoni nchini Afrika Kusini. Mwezi Mei mwaka huu alionekana tena mjini Goma, jambo liloongeza hofu kwamba anaendelea kuwa na ushawishi mashariki mwa nchi. Mwendesha mashtaka wa kijeshi Jenerali Lucien Rene Likulia alimshutumu Kabila kwa kupanga njama za kupindua serikali ya Rais Felix Chisekedi kwa kushirikiana na Rwanda na waasi wa M23 na kudai kwamba pia Kabila alikuwa mmoja wa wasuka mikakati wa mashambulizi ya kundi hilo. Katika hukumu iliyosomwa mjini Kinshasa, jaji luteni generali Joseph Mutombo Katalai alisema Kabila amepatikana na makosa ya mauaji, ubakaji, mateso na uasi na kwamba kifungu cha adhabu ya juu zaidi lazima kitumike. Kwa mujibu wa kifungu cha saba cha sheria ya kijeshi, mahakama hii inamhukumu Joseph Kabila adhabu ya kifo kwa makosa ya mauaji, adhabu ya kifo kwa makosa ya ubakaji, adhabu ya kifo kwa makosa ya mateso na adhabu ya kifo kwa kosa la usaliti pamoja na kuandaa vuguvugu vugu la uasi. Zaidi ya adhabu ya kifo, mahakama pia imeamuru Kabila kulipa fidia takriban dola bilioni hamsini kwa serikali na waathirika wa machafuko mashariki mwa Kongo. Kesi hii imezusha mjadala mkali, huku chama cha Kabila cha PPRD kikilaani mashtaka haya kama ya kisiasa na mkakati wa kumwondoa mpinzani mkubwa wa Tshisekedi. Mashirika ya haki za binadamu pia yameonya kuwa hukumu hiyo inaweza kuongeza mgawanyiko katika taifa hilo kubwa lenye utajiri wa madini ambalo limekumbwa na vita na ukosefu wa livu kwa zaidi ya miongo mitatu. Wakazi wa maeneo yanayodhibitiwa na waasi pia wameelezea kukasirishwa na hukumu dhidi ya kiongozi huyo. Mkazi wa Bukavu, Denis Bashige, alikuwa na haya kusema. Le Congo na kensel ancien president. Kongo ina rais mstaafu mmoja tu anaitwa Joseph Kabila. Unawezaje kufikiria kwamba badala ya kutumia uzoefu wake tofauti, kwanza kama askari wa zamani rais wa zamani aliyeshuhudia vipindi vyote vya vita na kufanikisha kuleta amani, leo hii anahukumiwa badala ya kumchukulia kama mshauri wa kwanza. Tunamhukumu katika nyakati kama hizi, ninaamini hili ni upotevu. Kwa sasa haijulikani wazi ni wapi alipo Joseph Kabila, lakini hukumu hii inabaki kuwa hatua kubwa zaidi ya kisheria dhidi ya rais wa zamani na huende kaathiri mustakabali wa siasa za DRC kwa muda mrefu. Shukran sana Idi Sesanga kwa ripoti hiyo. Na mjini Goma, baadhi ama sehemu kubwa ya wakazi wa, wa mji huo wanapinga hukumu hiyo dhidi ya Kabila huku wachache wakifurahia. Rutha Longa na baadhi ya maoni ya wakazi wa eneo wa hilo. Tunadhani kama eh, sheria ya Kongo hainge weza tu kumuhukumu rais Kabila, yaani ngehukumu wale wote ambao wamejiunga na marebelion kwa kusababisha ukosefu wa usalama ndani ya jimbo la Kivu ya kaskazini na sehemu zingine za Kongo ambaye kuna mauaji na kuna ujeuri ya kijeshi. Tunafikiri kama isisimamishwe tu kwa rais wa zamani Joseph Kabila, lakini wale wote wa kamanda wa jeshi ambaye wamejiunga na adui na ambao wamesababisha ukosefu wa usalama

Nam, hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi wa Goma nchini Kongo kuhusiana na hukumu dhidi ya Joseph Kabila. Mbali na hayo, katika kile kinachotajwa kwa maandamano makubwa zaidi yaliyowahi kutokea nchini Moroko, utawala unakabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa vijana waliotumia mitandao ya kijamii kuwahamasisha raia sehemu mbalimbali za nchi hiyo. Waandamanaji wanaishtumu serikali kwa kupuzlia mbali huduma nyeti za afya na elimu na badala yake kuwekeza rasilimali za taifa katika maandalizi ya kombe la dunia ikiwa vijana, la ya mwaka 2030. Huku polisi ikiwakamata baadhi ya vijana wanaodaiwa kuchochea maandamano hayo chini ya kundi la Gen Z 212. Serikali ya muungano ya nchi hiyo imetoa mwito kwamba iko tayari kufanya mazungumzo ya kitaifa kujadili njia za kushughulikia matakwa yao. Lubega Emmanuel na ripoti kamili. Wakiitikia mito iliyosambazwa kupitia majukwaa ya kijamii hususan TikTok, Instagram na Discord, raia mbalimbali wa Moroko, hususan vijana, wameendelea kushiriki katika maandamano kupinga kile wanachokitaja kuwa kushindwa kwa utawala kushughulikia masuala nyeti ya kimaisha kama vile afya, elimu na mengineo. Vikosi vya polisi vimeshuhudiwa katika miji mbalimbali mbali, vikitumia vifaa na silaha aina aina kuzima maandamano, huku makundi ya vijana waliobeba mabango na kuandamana wakikamatwa katika mji mkuu wa mashariki mwa nchi hiyo Uja. Shirika la habari la taifa hilo limeelezea kuwa mwanamume mmoja aliyegongwa na gari la polisi wakati gari hilo lilipowaingilia waandamanaji anazidi kupata nafuu. Vuguvugu la vijana lisilojulikana viongozi wake na kujulikana tu kama Gen Z mia mbili kumi na mbili ndilo limenyooshewa kidole kuchochea maandamano hayo likijenga hisia za chuki dhidi ya utawala kwa kusambaza video na picha za hali duni za huduma za afya na elimu. Maandamano hayo yameendelea kwa siku nne mfululizo ambapo vitu mbalimbali vikiwemo mbali magari vimeharibiwa. Kwa mfano katika miji ya kusini mwa nchi hiyo ya Tiznit, Nzegan na Ait Amira, makundi ya waandamanaji walishuhudiwa wakiwarushia polisi mawe pale walipojaribu kuwasambaratisha. Katika mji wa Ait Amira ulioko kilomita mia tano sitini kusini mwa mji mkuu wa Rabat, ghasia zimeshuhudiwa ambapo kupitia kwa vipande vya video magari ya polisi yamepinduliwa. Kulingana na duru za polisi, zaidi ya waandamanaji mia moja wamekamatwa ikiwemo mwanapodkasti maarufu na msanii. Hii ni kwa mujibu wa chama cha haki za binadamu cha Moroko. Katika mji mkuu wa Kasablanka, waandamanaji ishirini na wanne waliodaiwa kuweka vizuizi kwenye barabara kuu wanafanyiwa uchunguzi wa kisheria. Hii ni kulingana na mwendesha mashtaka wa umma. Utawala wa sasa umeitikia maandamano hayo kwa kutoa mwito huwepo na mazungumzo ili kutatua mgogoro huo na kujadili masuala ambayo yanawakera raia. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya Jumanne hivi sasa basi, naungana na Najat Omar aliyekuwa anaangalia angalia, angalia, mitandao ya kijamii inasema nini leo. Karibu Najat. Asante, nianzie hapo hapo alipomaliza uh, Lubega juu ya maandamano yanaendelea huko Morocco ambako vijana wa Gen Z mia mbili uh, kumi na mbili wameleta tafurani kuitaka serikali ya Morocco uh, kuangalia juu ya maswala ya Kazi, ajira, maji na umeme. Maoni ni mengi katika mitandao ya kijamii na picha mm -hmm. kadhaa tatu zinasambaa katika mitandao ya kijamii hususan mitandao wa Instagram na, na TikTok zikionyesha hali ambavyo ipo mm -hmm. Mufu, sasa hivi imekuwa kubwa manaake kila baada ya muda tunazungumzia maandamano uh -huh. tunatoka Madagascar tunahamia Morocco. Hakim Sai anasema kukamatwa kwa vijana hao kinyume na katiba, serikali inapaswa kusikiliza kilio chao baada ya kutumia nguvu na kuwakamata au kuwaziba sauti zao. Halima Sharifu anasema hii njia ya maandamano ndio mtindo mpya wa maisha, maana hakuna kusikilizana na, sua, uh, na sasa ni suala ni kuendelea kutishana na kuingia barabarani. Maoni mengine yanahoji masuala mengi kuhusu kama Gen Z wa Tanzania kuna siku watafanya haya. E, naona kuna watu wanaohoji Tanzania kuna Gen Z e, eh, wakiangalia labda maeneo mbalimbali vile vijana wamejitokeza ni kama ambaye tumejitambua sasa, kwa hivyo tunataka kuchukua usukani, kitu kama hicho. Lakini ni maoni yao, tuwashukuru. E, hayo ntayasoma wa siku nyingine, haya sawa. Mbali na hayo tuendelee huko nchini Kenya, kuna muuguzi mmoja mwenye umri wa miaka thelathini kutoka kaunti ya Bugoma amekamata jeshi la polisi kwa tuhuma la kumnajisi uh, kijana ambaye alifika katika hospitali kwa ajili ya kupatiwa matibabu mm -hmm. uh, hapo, akiwa na malaria, lakini pia akiwa ameungua sehemu ya mwili wake kwa ajili ya kupata huduma na ilikuwa ni usiku. Kwa hiyo baada ya, ya kupatiwa pale, muuguzi aliwaambia aliwaambia wazazi watoe kwa ajili ya kumpatia yule kijana huduma mm -hmm. na hapo ndipo alipomnajisi na baadaye kumwambia aoge ili ikiwa na lengo la kupoteza ushahidi. Jeshi la polisi linamshikilia huko korokoroni ama mahabusu na litampandisha mahakamani. Mambo ya kusikitisha kwa kweli sana, yani sehemu ambayo unadhani ni salama, nayo pia kuna changamoto mm-hmm. Rita Pascal anasema ni aibu mtumishi wa afya kuomba kushiriki unyanyasaji wa namna hii, tena akiwa hospitali. Sakina anasema viumbe wa ajabu hawa wanaume, yani mtoto anaumwa na huku na mnyanyasa, jamani, tunafikaje huko. Mustafa Isi anasema unyanyasaji huu uchukuliwe hatua na uadhibiwe. Tatu, tunaomba ni hitimishe hapa, tuangalie wasikilizaji wetu, wafuatiliaji wetu wanasemaje, na nikianza na ukurasa wetu wa Facebook. Rashidi Kabwe anasema hiyo mahakama ya Kongo sasa itamhukumu vipi mtu kifo, watu ambao hata uwezo wa kumkamata bado hawana. Hasan Mlati anasema mimi hainihusu binafsi, najipanga kuwa na akiba yangu ya chakula isiyoihusu serikali. Sijui anazungumzia nini hapa, anazungumzia lakini... uh, habari ambayo tumeposti Rais Samia pia amesema kwamba uh, Tanzania ina chakula cha kutosha. Aha, hey. Safi kabisa. <laughs> Nasema, sasa hivi kila kona maandamano, maandamano huku maandamano kule, sijui unamwona nani, namwona Daniel Mota anasema, na sasa hii itakuwaje kama mtu anahukumiwa kunyongwa bila ya kuwepo mahakamani, hilo ni swala lake Daniel. Newton anasema naona dunia imeamka Gen Z kila kona na maandamano. Inston Sempoli huyu anasema hayo ndio mambo hayatakiwi na viongozi wote umeishi kitajiri na ving'ora barani uje uishie kunyongwa kweli, dunia mapito. Anazungumzia Kabila huyo. Christian Anyamatomwa anasema kwanza mjue kwamba Kabila na mapatano na Rais Chisekedi. Uh, hiyo inaonyesha kwamba nchi tayari haiko salama. Dismas Kimaro anasema siku Malawi ikipata uhuru na Chakwera na wenzake wanyongwe hivyo hivyo, nadhani hiyo bado ni story ya Kabila. Kaitas Habari anasema kweli sheria msumeno, viongozi wa Afrika kama, uh, kama kinakuja uh, kama inabidi ma, kuwa makini wa wapo madarakani. John Kahangwa, kwa binadamu hauhitaji mambo haya, tufike wakati tuachane na hukumu za kifo, si jambo lenye faida. Katika ukurasa wa YouTube Lucas Zabroni anasema napongeza DW Kiswahili kwa kutupasha habari motomoto zenye uhakika. Nehemia Nzoi Saba anasema asante kwa matangazo yenu ya jioni, ninawapata vyema kwa utulivu mkubwa kupitia mtandao wa YouTube nikiwa Bujumbura Burundi. Na Alois Samba kutoka Arusha anasema, na maoni ya wakazi wa Goma yanaonyesha matumaini ya haki na usawa kwa wote bila upendeleo. Isaya Samba anasema, natamani hata walarushwa wala na mafisadi wangehukumiwa hukumu ya kifo, maisha jela, ili kukomesha ubadhilifu huu wa fedha za umma wasiishie kwa wahaini pekee. De, Dedadis De Mlaya kutoka Moshi, Tanzania nasema mambo haya, tufike wakati tuache tuachane naye. hukumu ya kifo si jambo lenye maana, kifo tumwachie mwenyezi Mungu. Nimalize na Alois Samba, mmoja wa mataifa chukue ni hatua amapema za kukomesha machafuko yote yanayoendelea duniani kote kwa sasa. Tatu na kushukuru sana, ashukran sana Najet, kwa maelezo yako. Natumai siku nyingine tena utakuja na mengine mengi hakika. Nawe pia msikilizaji wetu, mfuatiliaji wetu, tunakushukuru kwa kuungana nasi katika matangazo haya ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema na wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwaheri.